Kwanza kabisa naishukuru halmashauri kutuwezesha kutupa kutupa hizi fedha, alafu mwisho tena namshukuru na mheshimiwa rais, ndio ametuwezesha kufanya hivi vitu asingekuwa yeye, tusingefanya haya yote. Waka tunanunua ng'ombe mna, mi, kwenye minada tuna warisha hatimaye tuna, tunauza tuna baada ya miezi minne basi halmashauri ilitukopesha hela milioni 39 tukanunua ng'ombe 27 na tumeuza safari moja. Sasa hivi tumewaandaa tena, bado hatujanenepesha, bado hawajakizi uzito. Tulihamasika na huo mkopo tukaenda kuchukua mkopo halmashauri wilaya ya Busega kwa ajili ya kunenepesha ng'ombe. Nashukuru tulipata hicho hiyo kiasi cha pesa cha pesa shilingi milioni 39, na tumeshaanza mradi wa ng'ombe ishirini na saba nawalisha, wamenenepa. Tumeuza awamu ya kwanza, tulipata faida, tukarejesha rejesho la kwanza. Sasa hivi tena tumechukua mzigo mwingine, tupo kwenye process ya la kunenepesha. Leo tuko hapa kwa ajili ya lengo moja tu, kwa ajili kwa ajili ya kuja kutembelea kikundi hichi cha kilimo na ufugaji ambacho kilibahatika au kilikizi kiweza cha kupatiwa mkopo wa shilingi milioni 39,375 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa unenepeshaji wa ng'ombe. Kundi hicho tayari kishakuwa kimenunua ng'ombe 27 kwa ajili ya kunenepesha, na kundi hicho kilikabidhiwa pia kwa kushirikiana idara ya maendeleo ya la jamii, lakini pia idara ya kilimo, mifugo na uvuvi ili kuhakikisha kikundi hicho kinafanya vizuri katika mradi wao kwa maana ya unenepeshaji kwa kufuata utaalamu lakini mwisho wa siku wanauza ile ng'ombe ili kupata faida na kiasi kingine kwa ajili ya kufanya marejesho. Lengo hili limekusudiwa ili kuleta mkakati mzuri katika marejesho ili kuhakikisha kikundi kinafanya vizuri, kinapata faida, lakini pia vijana vijana vijana kama wanajikwamua kiuchumi kwa maana hali za maisha yao, lakini mwisho wa siku hakikishe wanarejesha zile fedha zote kwa ajili ya vikundi vingine au vijana wengine ambao na wenyewe wapate fursa ya kukopa mikopo hii ambayo kimsingi ni mikopo ambayo inatengwa na halmashauri kupitia mapato ya ndani. Lengo kubwa ni kama mkakati au program ya kuwakomboa wananchi kiuchumi kiujumla, kwa maana vijana, wanawake na watamai. Tunaogopa ugan kundi umeanzisha vizuri, lakini ki taarifa hatufanyi kazi kwa ushirikiano, kila mmoja anaangalia za kwake knafaaniharibika sasa, kikundi kikishaharibika marejesho itakuwa ni changamoto, kurejesha unataweza kurejesha kwa wakati okay. Na lengo letu tunataka turejeshe zile fedha e e, tupewe tena na wengine, na tunataka na sisi apate zingine, au wengine nao wapewe waweze kukopa. Huo ni <muchas> <muchas> maono ya baadaye kwamba kikundi nilinufaika nacho vipi? Sawa, tunajua tunasomesha watoto, tunakula nyumbani, lakini kuna vile yale maendeleo mengine. Unajua, ukiangalia akaaka, ah, mtu hawezi kujua wewe unakula au huli kupitia kikundi, lakini kuna kitu ambacho tunakiangalia extra mbele kwamba kikundi kilimsaidia nini, nnufaika na nini, na hivyo vitu ambavyo at least tuwape ushauri mwisho wa siku nafanya biashara kubwa, lakini pengine mkapata mitaji ya kufanya kitu kingine, lakini kingine mbeleni nkajikuta jamani, mimi nyumba ya block hii nilijenga kupitia kile kikundi tulichokuwa nacho. Huo ni ushauri nawapa, ili muweze kufanya baadaye, muonekane mafanikio ya mradi wenu ilikuwa ni nini.